Baba, na kushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Mungu kwa ajili ya ulinzi wako kwa sisi wa Tanzania hasa mkoa wa Njombe, tunaamini Mungu ulikuwa pamoja nasi kutoka kwa neno na kwa tendo. Okay. baba, Benjamin Mponda ni mfanyabiashara hapa Makambako anajishughulisha na uzaji wa mitumba. Sasa tusipuuze haya okay, yanayotokea kwa sababu mitandaoni wa watu waliongea na watu wakapuuza wakasema